Mwanasheria na wakili wa kimataifa wa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu Anayefahamika kwa jina la Robert Amsterdam amejitokeza tena na kuingilia kati sakata la kuvamiwa, kushambuliwa na kuumizwa kwa padri wa kanisa Katoliki Dr. Charles Kitima ambaye pia ni katibu mkuu wa baraza la maaskofu Tanzania yani TEC. Sakata la kushambuliwa kwa padri Kitima linazidi kutikisa katika sehemu mbalimbali mbali. Muda huu tunapata kuona mwanasheria huyu na wakili wa kimataifa wa Lissu ameamua kulivalia njuga sakata la padri Kitima, ambapo anasema na mnukuu hapa: Ninawasiliana na Vatican kuomba msaada katika vita kati ya mema na mabaya vinavyoendelea Tanzania. Shambulio dhidi ya padri ni shambulio dhidi ya ubinadamu na heshima yenyewe. Chama cha Mapinduzi CCM na Suluhu Hassan wanabeba jukumu kwa vurugu hizi. Narudia tena. Ninawasiliana na Vatican kuomba msaada katika vita kati ya mema na mabaya vinavyoendelea Tanzania. Shambulio dhidi ya padri ni shambulio dhidi ya ubinadamu na heshima yenyewe. Chama cha Mapinduzi CCM na Suluhu Hassan wanabeba jukumu kwa vurugu hizi. Hayo ndiyo maneno ambayo ameyazungumza ama ameatamka mwanasheria huyo na wakili wa Tundu Antipas Lissu wa kimataifa kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter juu ya kuvamiwa na kushambuliwa kwa Padri Charles Kitima. Lakini kufuatia kuvamiwa kushambuliwa na kuumizwa kwa Padri Kitima, watu wengi sana wakiwemo wanaharakati mbalimbali mbali, viongozi wa vyama pinzani, viongozi wa chama tawala, viongozi wa serikali na hata ubalozi wa Marekani nchini wamejitokeza na kutoa matamko mbalimbali na bado wanaendelea kutoa matamko yao juu ya jambo hilo, hivyo sakata la Padri Charles Kitima limekuwa la kimataifa. Mara baada ya kutazama tamko hilo la mwanasheria na wakili wa kimataifa wa Tundu Antipas Lissu juu ya sakata la Padri Kitima, sasa tunakwenda kutizama matamko ya viongozi mbalimbali pamoja na wanaharakati mbalimbali mbali juu ya sakata hilo la Padri Charles Kitima kuvamiwa, kushambuliwa na kuumizwa na watu wasiojulikana. Legal and Human Rights Center LHRC imelaani na kukemea kushambuliwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC Padri Dr. Charles Kitima, ambapo sehemu ya taarifa yao kwa umma imesema kulaani na kukemea kushambuliwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC Padri Dr. Charles Kitima, Dar es Salaam tarehe 1 Mei mwaka huu wa 2025. Kituo cha sheria na haki za binadamu LOHRC kimepokea taarifa za kushambuliwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa baraza la Maskof Tanzania TEC tarehe 30 April mwaka huu wa 2025 usiku akiwa katika makazi yake Kurasini jijini Dar es Salaam. Taarifa hii pia imethibitishwa na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. LOHRC inalaani na kukemea kitendo hiki cha kikatili dhidi ya kiongozi huyu wa dini. vitendo vya kushambulia na kujeruhi havikubaliki na vinapaswa kukemewa na kulaaniwa na kila Mtanzania. katika nchi yetu ya Tanzania viongozi wa dini wamekuwa nguzo ya wa ulinzi wa amani na maadili kwa jamii zetu. mashambulio ya namna hii hayaleti picha nzuri kwa nchi ambayo kwa muda mrefu sasa imekuwa ikithamini, eh, ikithamini na kuheshimu mchango wa viongozi hawa wa kiimani. LHRC inalitaka jeshi la polisi kuwasaka na kuwachukulia hatua za kisheria wote waliohusika na tukio hili ambalo si tu linaenda kinyume na misingi ya haki za binadamu, bali linaweza kuwa na hatari ya kuharibu amani na utulivu wa nchi yetu, ambayo viongozi wa dini wamehusika kwa kiasi kikubwa katika kuilinda. LHRC inatoa pole kwa Padri Charles Kitima na baraza la maaskofu Tanzania wakati huu anapoendelea na matibabu na kumwombea apone haraka aweze kuendelea na majukumu yake ya kila siku. Imetolewa na kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC, Bwana Fulgens Masawe, wakili, kaimu mkurugenzi mtendaji. Taarifa hii ilitolewa siku ya, eh, siku ya tarehe moja mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025 muda mchache tu mara baada ya tukio la kushambuliwa kuvamiwa na kuumizwa kwa Padri Chaz Kitima kuwa limetokea lakini, pia siku ya tarehe mbili mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025, ubalozi wa Marekani nchini Tanzania nao pia walijitokeza na kutoa tamko lao, ambapo sehemu ya tamko lao juu ya kuvamiwa kushambuliwa na kuumizwa kwa padri Charles Kitima inasema, kufuatia shambulio la kushtua na la kikatili dhidi ya padri Charles Kitima, tunaungana na Watanzania kutoka kila upande wa kisiasa kumwombea apone kabisa na kulaani vikali vitendo vyote vya ukatili hasa vile vinavyolenga kunyamazisha wito wa haki, maridhiano na haki za binadamu. Tunatumaini kuwa Tanzania itatumia wakati huu kutafuta haki kupitia uchunguzi wa haraka na wa wazi. Hilo ndilo limekuwa tamko la ubalozi wa Marekani nchini kuhusu shambulio dhidi ya Padri Charles Kitima, padri wa kanisa Katoliki. Lakini pia kwa upande wake makamu mwenyekiti wa chama cha CCM chama cha Mapinduzi bara eh, Dr. Stephen Wasira yeye alijitokeza kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, siku ya tarehe 1 Mei mwaka huu wa 2025 na kuzungumza yafuatayo. Kama makamu mwenyekiti wa CCM bara, nimepokea kwa masikitiko taarifa ya tukio la kihalifu dhidi ya padri Dr. Charles Kitima katika ofisi za baraza la maaskofu. Natoa pole zangu za kulaani kitendo hiki. Polisi wafanye uchunguzi wa kina kuwabaini wahusika na kuwachukulia hatua kali za kisheria. Hayo ndio alikuwa maneno na tamko la makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM bara, Dr. Stephen Wasira. Kufuatia sakata la kuvamiwa kushambuliwa na hata kuumizwa kwa Padri Charles Kitima, katibu mkuu wa baraza la Maaskofu Tanzania yaani TEC, lakini pia e, siku ya tarehe tano jana mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata na pia linamhoji kwa kina Frey Edward Kosei mwenye umri wa miaka hamsini na moja mkazi wa Dodoma na Mbezi Beach, Makonde, Dar es Salaam kufuatia chapisho lake la vitisho dhidi ya Padre Charles Kitima alilotoa kwenye mitandao ya kijamii siku chache kabla ya tukio. Akiongea jijini Dar es Salaam siku ya Mei 5 mwaka huu wa 2025, Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Muliro Jumanne, amesema upelelezi wa shauri hili unaendelea. Jeshi la polisi linawashukuru wananchi na linatoa wito kuendelea kushirikiana ili kuimarisha mifumo ya usalama na kutotoa fursa kwa wahalifu kutenda makosa. Kupitia ukurasa wake wa X Frey, siku ya Aprili 28 mwaka huu wa 2025, aliandika mwambieni Kitima, iko siku ataingia kwenye kumi na nane, hatokaa asahau Tanzania. Mwacheni ajifanye mwanasiasa, mfikishieni meseji. Siku si nyingi, atapata anachokitafuta. Dawa yake iko jikoni, atakuja kuozea jela. Hicho ndicho ambacho alikiandika bwana huyu Frei Kosei ambaye amekamatwa na jeshi la polisi. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi na tunaisogeza kwako ili kusudi nawe pia upate kuifahamu, ambacho amekizungumza na kukitamka mwanasheria na wakili wa kimataifa wa Tundu Antipas Lissu Robert Amsterdam, kufuatia sakata la kuvamiwa na kushambuliwa kwa padri Charles Kitima, padri wa kanisa Katoliki, lakini pia E, katibu mkuu wa baraza la maaskofu Tanzania TEC. Yaani, maneno hayo ambayo aliyazungumza wakili wa kimataifa wa Tundu Antipasilis waliyazungumza siku ya tarehe moja mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025. Lakini pia tumepata nafasi ya kutazama na kuangazia matamko ya wanaharakati mbalimbali mbali, lakini pia viongozi mbalimbali